Hey, mambo vipi? Karibu sana tunaendelea na kujifunza JavaScript, bado tupo katika kujifunza aina mbalimbali za operators. So, leo twende tukazungumzie na kuona kuhusiana na comma operator. Comma operator ni operator ambayo inakuwezesha kuweza kutathmini expression nyingi kwenye statement moja, na maanisha nini, utakwenda kunielewa muda so mrefu, lakini sasa inatoa value ya mwisho pekee katika hiyo expression. Na syntax yake inakuwa vipi? Wacha niweze kuonyesha hapa kabla ya kukupatia mfano, ni kuonyesha syntax inavyokuwa ya hii comma operators. Tunakuwa tupo na mabano yetu kama hivi, expression ya kwanza tunakuwa nayo hapa, comma, expression ya pili, expression ya tatu na kuendelea. Very simple, huo ndio uandishi wa wake. Wacha ni kuonyeshe mfano ili tuweze kuielewa vizuri. Let's say tupo na x ambao ni sawasawa na value zetu hizi 2 3 4, then console.log x. Angalia kile ambacho kimetokea katika console yetu. Sasa hii maana yake mbili inatathminiwa na tatu inatathminiwa lakini matokeo ya mwisho yamekuja kutoka ni 4 2 3, lakini unakuta output imetoka ni nne. Ndio hiyo ambayo tunaizungumzia leo. Comma operators ni operators ambayo inakuwezesha kutathmini expression nyingi kwenye statement moja, lakini inatoa value ya mwisho pekee. Ndio hiki ambacho tumekiona hapa, mbili ipo, tatu ipo, lakini imeweza kutoka nne as in output ambayo ni hii expression yetu ya mwisho. Mfano halisi, tuchukulie kwenye loop, tutengeneze loop yetu simple tu hapa, for loop hiyo, for let i ni sawasawa

just a message tu ya kuweza kudisplay, then tupitishe i, kwa kila mzunguko i itakuwa ikitolewa. Lakini pia aishi hapo tu, j nayo tunahitaji kuweza kuiona kila mzunguko ikiweza kutokea. Then hapa comma j. Sasa hapa hii increment yetu i++ na hii j+ plus, i mean minus minus zote, so zinatathminiwa kwa kutumia comma operators. Kwa kutumia comma operators output nadhani unaiona, i kwa mara ya kwanza itapita kama ni zero, j itakuwa ni kumi Ita, i ita increment j ita decrement. Kwa hiyo i itakuwa ni 1. Mzunguko wa pili j itakuwa ni 9, itakwenda hivyo hivyo mpaka inafika 5, i ni 5 na j ni 5, ambapo katika condition zetu unakuta inaleta jibu la false na ina terminate hapo loop yetu. So mara nyingi comma operators inatumika ndani ya for loops, tambua hilo, na pale unapohitaji expression nyingi zifanyike kwa wakati mmoja. Ndipo ambapo itakuhitaji uweze kutumia hii comma operator. Just ni comma tu ya kawaida kama hivi tumekuwa tukitumia katika sehemu mbalimbali. Wale si kuchanganya ukawa nafikiri ni kitu gani sijui. Ni just hii comma tu the way inavyotumika na inavyofanya kazi zake. Mfano mwingine tunaweza kuwa na variable hapa, ili tuweze kuielewa vizuri zaidi kuhusiana na hii comma operator. Let's say tupo na result ambayo ni sawasawa sasa humu ndani tupitishe console ya kwanza console.log ambayo hii just itabeba hello. Tunatoka nje ya console hii tunaweka koma. Bado tupo ndani ya hili bano letu ambalo limejumuisha hizi expression zetu zote. Tuweke console nyingine, console.log tupitishe hapa string nyingine ambayo, world. Na tutoke pia katika hii console yetu tuweke koma. Then, tuweke 42. Oh, let's say, ya, 42 hiyo, hiyo. Then Tufunge kwa semicolon na kisha console.log tuweke hapa final result just a simple message, then tutoe hapa hii variable yetu ya result, comma result. Angalia kitakachotokea . So ukiangalia output katika browser yetu huku kwenye console yetu, unaona imetoka kwanza hello, imetoka world, then ikatoka final result na ikarudishwa ile value ya mwisho 42. Kwa nini imekuja hivi? Expression zote zinatathminiwa katika hii kuanzia bano hili la kufungua rounded bracket mpaka ile la kufunga mwisho wa 42 huku, zinatathminiwa zote kwa mpangilio. Lakini sasa, value ambayo inayorudishwa ni ya mwisho tu ambayo ni 42. Sasa hapa imeweza kutoka hii hello kwa sababu ya hii console yetu ambayo tumeiweka humo ndani. Lakini tungeweka tu string as a string bila kuweka hii console ya hello. I mean, bila kuweka hii hello katika console. Ingekuwa tu string basi isingeweza kurudishwa kama hivi mnavyoona sasa hivi, hello haipo. Lakini kwa vile katika string ya kwanza ya hello, string ya pili ya world na hii namba ya mwisho ambayo ni arobaini na mbili lakini mwisho wa siku ingerudishwa hii expression ya mwisho ambayo ni hii namba 42, kama hivi ambavyo unaona hapa, final result na hii result imerudisha 42, wakati result ilikuwa imebeba expression zaidi ya moja, zaidi ya 42, hii imebeba hii world, imebeba hello. So natumai utakuwa umeweza kupata hiyo picha hapo. Sasa vitu vya kuweza kuzingatia katika hiki ambacho tumejifunza leo, ili tuweze kutamatisha video hii, mara nyingi hii comma operators haitumiki sana katika kodi za kawaida, tambua hilo, lakini pia tambua hutumika zaidi kwenye for loops au kwenye kodi ambayo inahitaji expression nyingi katika mstari mmoja, utatumia comma. Na katika issue nzima za readability, developers wengi sana huepuka kuweza kuitumia nje ya loop. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukajenga basi tabia hiyo ya kuepuka sana kutumia nje ya loop. Tumia sana kama unahitaji kufanya kazi zako katika loop hiyo comma operator. So tushie hapa leo katika video hii, natumai utakuwa umejifunza kitu kipya japo kidogo. Katika video ijayo utakuja kujifunza kuhusiana na unary operators. So siweze kukosa video hiyo. Asante sana, hakikisha una like video hii na kushare kwa ndugu na rafiki ambao wanahitaji kujifunza pia nao programming, waanze kufuatilia basi mafunzo haya ya JavaScript katika YouTube channel yangu hapa.